Ukiwaambia mambo ni mabaya mtusikie. Hii seal, the government seal ambaye hao wabunge wanaongelea sasa hivi, sio ati hiyo government seal ilichukuliwa ikapelekwa kwa ofisi ya head of public service. La, hiyo government seal walingoja Attorney General ametoka kwa ofisi, wakaenda usiku, wakafungua, wakabeba sili ya government, yaani wanajiibia hata hao wenyewe. Ati serikali inaibia serikali? Hiyo sili, siyo? Attorney General alibeba akapeleka kule, waliiba usiku kwa ofisi ya Attorney General. what kind of a government is this na? kazi ya hiyo sili ni kuweka muhuri any agreement. Na mimi naunga mkono Mheshimiwa Mkunji, kwa ile maneno umesema, enda bungeni, tunataka tujue hiyo seal imeweka rubber stamp mambo magani? Lakini mimi tayari nishaambiwa zile deals ambazo zimewekwa. Mumeona nyumba yetu, heritage yetu ya Bomas of Kenya, unaijua? Sasa hivi wameshauzia mtaki, amebomoa Bomas of Kenya yote anajenga hoteli pale. Sasa hivi pita pale na ngatar 30,000 acres of Masai Mara imechukuliwa, wameweka mhuri, munajua ile, ile, ule mtu ambaye amechukua hizo shamba. Mkiona Ngong Forest wamekata miti yote wamechukua karibu eka thelathini hapo Ngong Forest, wanajenga hoteli ya kifahari na mnajua mwenye hii hoteli Juzi tulifanya maandamano, vijana wetu wakafa kwa sababu walikuwa wanataka kuuza ile airport. Rais akasema kwamba sawa, ameacha hata peana hiyo airport kwa Adani, lakini ile kitu ambayo imefanyika wameenda huko Dubai, wakachukua huyo huyo muindi akaenda akarejesta kampuni kule Dubai. Sasa hivi nasikia next month wanaenda kupeana at airport yetu wa, mtu wa Dubai huyo, sio mtu wa Dubai huyo, ni Adani, na ndio maana walikuwa wanachukua hiyo seal. They are selling our country. Ukienda kule Western Region na Nyanza, last week mumeona wameuza viwanda zote za sukari. Nzoia Sugar Company imepeanwa kwa muhindi, Mumias Sugar Factory imepeanwa kwa muhindi, Mohoroni, Chemilil miwani hatuna kiwanda hata moja imebaki kwa serikali, na mnataka tunyamaze, na wanapeana hivi vitu kwa miaka thalathini. 30 years. William Ruto, we want to ask you. Juzi mumeona ameenda kule Uchina, anawaambia ati anaenda kukopa pesa, ati hiyo pesa iunde barabara alafu hiyo barabara tutakuwa tukipita kwa barabara tunalipa pesa for 30 years. Hao watoto ambao mnasomesha 30 years from now, kama hauna pesa hautakuwa unaweza endesha gari yako ama kupita kwa barabara. Sisi tunakuambia na zile kampuni ambazo zinakuja kuunda hizo barabara, wameenda kule nje atikwa uh, kwa kampuni ya wale watu wa kule nje wameweka majina za watoto wao na familia zao wako na shares. So wakikuja hapa for 30 years, we shall be feeding their families. Sisi tunasema kama vijana wa taifa hili hatutaogopa. Mmetutisha ati mtu akikuongelesha munaua yeye munapiga yeye risasi hata wazee wetu walikufa, ndio tukapata uhuru wa Kenya hii. We are not afraid to die for the sake of liberating our nation. hey! hey! mimi nawaambia, kama mimi secretary general wa chama cha UDA nawaambia hii maneno mchukulie maanani. Sasa hivi mmesikia, wameona kwamba ground imetereza, wameanza programs ambazo zinaitwa empowerment programs Wanakuja kwa harambee wanapeana milioni moja, milioni ishirini, milioni tano. Hawa watu wametoa wapi pesa hizi zote? Wacha niwaambie, ile tenda ya kuprint pesa Kenya hii walikataa isijulikane, wakatumia hiyo government seal, wameprint pesa, wamewega kwa manyumba zao, ambaye haijakuja kwa CBK. Hiyo ndio pesa wanatumia kuenda kupeana Ati empowerment programs. Mkiona Deputy President huyu Bonoko anatembea. Ati empowerment, empowerment. Munapeana pesa cash. Ati hata yule msaidizi wa rais anaitwa Faruk Kibet. Ati pia ye anatoa milioni kumi. Empowerment programs. Ni pesa ambazo wameprint ile mambo ilifanyika 1992 wakati wa Jirongo, imerudi tena sasa hivi. our economy is being ravished as we see. Mnawezaje kuwa na pesa ya empowerment na leo hii kwa budget hamujaweka shilingi hata moja kwa mambo ya national exams? Kwa mara ya kwanza Kenya, hatuna pesa ya mitiani ya kitaifa. Mimi niseme ya kwamba tumesikia ya kwamba walikuwa wanataka kushika Rigathi Gachagua. Yaani, wao serikali wameshindwa na kazi, kila siku wakiamka asubuhi Rigathi Gachagua, saa saba Rigathi Gachagua, usiku wakilala Rigathi Gachagua. Niwaambia kwamba Rigathi Gachagua sasa hivi yeye ako pale wa Munyoro, ambao wa mlimtuma yeye, hakuna kazi ambayo amepewa na wananchi. Nyinyi ndio umepewa kazi na wananchi. Mfanyie wananchi kazi. Mlisema ya kwamba mnashindwa kufanya kazi kwa sababu ya Rigathi Gachagua, sasa miezi imepita, nyinyi bado mmeshindwa kufanya kazi. Niwaambie tena ya kwamba tunasikia mmechukua ile public seal. Tunajua kwamba mnataka kuuza kuuza nchi, tunajua kwamba nyinyi mnataka kuingia kwenye deal zozote za kuwatengenezea pesa. Tuwaambia kwamba hawa wananchi wa Kenya hawatakubali muuze nchi yetu tukiwa. Niwaambia kwamba sovereignty belongs to the people of Kenya. The public seal is domiciled in the office of the attorney general. Na kama hivyo government spokesperson alivyosema ya kwamba wamechukua seal, wakaitoa kwa egin, wakapeleka kwa presidency.

Endelea ambayo inakiuka sheria Constitution yetu iko very clear na ule mtu anafaa kuweka ile muhuri ya nchi yetu kwa sababu hiyo ndiyo kitu inaweza peana title deed ya Kenya yote iende ule mtu amepewa na sheria hiyo powers, ni mtu anaitwa attorney general. Walifuta ule tulikuwa na yeye huku Embu anaitwa JB Muturi. Lakini hata wakifuta huyo ule mwenye amewekwa ajue, na hii ni swali nitapeleka bunge, nijue kama hiyo kitu iko na ule anaitwa head of public service aliichukua lini na kutoka hiyo siku amepiga stamp ngapi, ili tujue kama nchi yetu ya Kenya inataka kuuziwa. Wale watu wako ile upande ingine, mnaweza pata, tumekaa hapa Kairore alafu kesho tuambiwe zote twende Uganda kwa sababu Kenya imeuzwa. Kwa hivyo mimi part of my work ni kuhakikisha sheria imefuatwa, na tuseme ukweli serikali yetu imejaribu mara mingi kukiuka sheria yetu na constitution yetu. Mara ya kwanza wamejaribu kufanya abductions, mimi nikasimama nikasema abduction is a no. Ya pili wakakuja wakaanza tena kuleta maneno ya kukiuka sheria na kuchukua madeni ambazo hazifai, na mimi nataka kuwasu, kuwa, kuambia tutaendelea kusimama kidete kuhakikisha nchi yetu ya Kenya imeheshimika. Mimi sitaki kuongeza zaidi, kwa sababu pale mwisho hatujafika. Mjue nimewapea basari aje, si sindio? Muko tayari kusikiza huyo Kosgei lakini wabunge walikataa. Hebu wapigeni makofi wabunge. Wakisema ukipatia Kosgei hiyo muhuri, ni kama umepatia kasongo. So wakasema lazima ikae kwa attorney general. Lakini kwa sasa tunasikitika sababu tunasikia attorney general amenyang'anywa hiyo muhuri hako nayo, imechukuliwa na yule head of public service ambaye anaitwa Kosgey kulingana Kosgey kulinganao kulingana na vile tuliambiwa na msemaji wa serikali anaitwa Isaac Mwaura na hiyo muhuri ambaye akonayo ambayo tunaita seal kazi yake ni kupiga all agreement, money agreement transaction, agreement adani agreement, hizo zote ni za kupiga hiyo muhuri. Na ile seal ama hiyo muhuri inawekwa kwa attorney general ndio, kabla hajapiga muhuri asome sheria, aangalie contract, aangalie agreement, aandike opinion, ndio aweke muhuri ama aseme haweki lakini ikipatiwa rais yeye atasoma sheria, si nikuweka na ndio maana nikisimama, hembu nasema labda hata airport yetu jeki ya imeenda, labda Galana Kulalu ishaenda, labda mahali popote pale kuna deal ishaenda. Ndio mimi kama seneta, wiki ijayo nitaandikia Spika ile tunaita statement, tuambie atoni general atupatie list ya zile dokumenti zote amepiga muhuri. Ndio tuone zile yeye amepiga na ile imepigwa na Kasongo. Si mutanikubalia hiyo?